Mkutano huu unalenga uh, kuangazia maendeleo ya hivi karibuni katika uchunguzi wa matibabu na kinga dhidi ya magonjwa ya moyo. Na unatarajiwa kukutanisha wataalam mbalimbali uh, wa hapa duniani eh, mpaka sasa hivi ninapozungumza na nyinyi eh, kuna watu wa mada kutoka nchi mbalimbali watakuwa sitini. E, watu wa mada wanaotoka hapa nchini watakuwa e, watu hamsini na tatu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni mkutano mkubwa ambao unaleta watu wengi kutoka nchi mbalimbali na watazungumza e, m, e, kuimarisha maendeleo ya matibabu ya moyo katika tiba na upasuaji na jinsi ya kujikinga kuji jinsi ya kuimarisha hayo, hayo matibabu, na mkutano huu vilevile utawakutanisha uta, uh, watu mbalimbali ambao watajadili, lakini vilevile vile na wadau mbalimbali wa sekta ya afya kama vile watu wenye mafamasi, wenye viwanda, uh, utaleta vile vile E, viongozi mbalimbali e, ambao ni mfano wakurugenzi wa mahospitali mbalimbali. Kuna wakurugenzi ambao wanakuja kutoka Rwanda, kutoka Zambia, wa mahospitali ya moyo, lakini kuna mkurugenzi anayetoka Burkina Faso e, lakini kuna mkurugenzi vilevile anayetoka katika hospitali ya moyo ya Zambia kutakuwepo na wakurugenzi vile vile wa hospitali zetu kama vile Muhimbili National Hospital Moi, Benjamin Mkapa, Mbeya Referral Hospital na wakurugenzi kutoka eh, eh, hospitali ya ya Bugando watakuwepo. Kwa hiyo kutakuwa na wawakilishi wa watu wengi sana eh, ambao wana wanatoka sehemu mbalimbali Mkutano huu kama alivyosema ni mkutano wa tatu wa matibabu ya moyo barani Afrika, na kauli mbiu ya mkutano huu ni kuimarisha huduma za moyo barani Afrika kupitia jitihada za pamoja. Kama mnavyojua kwamba unapokuwa kuna kitu ni kwamba lazima kuwe kuna juhudi za watu mbalimbali, wadau mbalimbali kuweza kuimarisha huduma. Kwa hiyo hata kwenye upande wa moyo tumekuwa na wadau mbalimbali ambao wote tumeshirikiana pamoja katika matibabu ya moyo na mashirikiano hayo yamesaidia vile kuifikisha vile, taasisi yetu ya moyo Jakaya Kikwete, taasisi bora ambazo zinatoa huduma za moyo barani Afrika ujumla, kwamba uh, kwa kwa daktari wetu kutoka taasisi ya moyo Jakaya Kikwete ambaye anaitwa Dr. Kuzema Kanbai Um, wiki iliyopita katika mkutano mkubwa wa wataalamu wa magonjwa ya moyo barani kule Marekani alifanikiwa kupata tunzo ya juu ya heshima ya Najib, Dr. Najib ambayo tunzo hiyo wamepewa watu wanne kutoka mataifa mbalimbali duniani yeye akiwa mmoja wapo. Na kwa bahati nzuri, Tanzania tulipata nafasi mbili, moja ni Dr. Kuzema katika matibabu ya moyo, lakini kuna Mtanzania mwingine ambaye alipata katika upasuaji wa moyo nimepewa tuzo mbili, moja ni fellowship ya American College of Cardiology na nyingine ni tuzo wa kuenda kusoma mwezi mmoja kule um, taasisi kubwa inaitwa Cleveland Clinic Ohio kwa mwezi mmoja, ambapo tutaenda kuongeza juhudi na kuongeza vifaa wa tiba kwenye kuzibua mishipa za moyo hapo taasisi wetu ya Jakaya Kikwete Tanzania hapo. Hizo vifaa inaitwa IVOS, ni kitu ambacho tu, ni kama kamera ambapo inaingia kwenye mishipa ya moyo na kuangalia sehemu ambapo mishipa liziba na ile tunayozibua na tukifaa tunaweka inaitwa stenti. So kwa hiyo nitaenda kule Cleveland baada ya mkutano huu mkubwa, kama ulioelezwa hii mkutano wetu wa taasisi wa moyo, mkutano wa tatu. Tulianza na elfu mbili na ishirini na mbili, ishirini na tatu, ishirini na nne, na hii ya tatu, ambapo tunaendelea kuongeza watu.